Kristo, karibu katika chaneli yetu ya I Am Catholic Tanzania, tukiendelea kutazama mengi kuhusu imani, leo tuangazie historia ya Kanisa Katoliki, Matendo ya Mitume, kanisa la kwanza na kazi ya Roho Mtakatifu. Baada ya Yesu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu na kutoka mbinguni kwake kufikia dunia, alimtuma Roho Mtakatifu kwa mitume wake ili kuanza kazi ya kueneza Injili na kuanzisha kanisa. Kitabu cha Matendo ya Mitume katika Agano Jipya kinatufunulia hadithi ya mwanzo ya kanisa la Kikristo, kutoka siku ya Pentekoste hadi miongo kadhaa ya maendeleo ya dini hii mpya. Moja. Kuanzishwa kwa kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza lilizaliwa rasmi siku ya Pentekoste, Matendo tano, pale ambapo Roho Mtakatifu alishuka kwa nguvu juu ya mitume na walipata ujasiri wa kuhubiri injili kwa watu wa mataifa tofauti. Tukio hili lilizua mabadiliko makubwa, watu waligeukia imani ya Kikristo kwa wingi, na jamii mpya ya waumini ilianza kuundwa. Mitume walikuwa waongoza wa kanisa la kwanza, wakifanya kazi ya kuhubiri, kufundisha, kuanzisha makanisa, na kuendesha huduma za kiroho na kijamii. Waliendeleza mafundisho ya Yesu, wakisisitiza kwamba wokovu unapatikana kwa imani kwa mwana wa Mungu aliyefufuka. B, Kanisa kilio na mafanikio na changamoto. Kanisa la mwanzo lilikumbana na changamoto nyingi, ikiwemo dhuluma kutoka kwa mamlaka ya kidini na kisiasa ya wakati huo. Hata hivyo, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, lilizidi kuenea kupitia miundo ya kijumla ya makanisa na mafundisho yaliyojikita katika upendo, mshikamano na huduma kwa maskini. Matendo ya Mitume yanaonyesha maisha ya jumuiya ya waumini, ambapo walishiriki mali zao kwa pamoja, walifanya sala pamoja na walitoa ushuhuda wa nguvu za Mungu kwa wagonjwa na walio katika haja. Tatu, kazi ya Roho Mtakatifu katika kanisa. Roho Mtakatifu ni roho wa uhai wa kanisa. Katika Matendo ya Mitume, tunasoma jinsi Roho anavyoongoza mitume na waumini kuleta mapinduzi ya kiroho na kijamii. Roho anawajalia karama mbalimbali: kuhubiri, kufundisha, kuponya na kuwaongoza waumini katika maisha ya imani. Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kanisa kuwa mwili wa Kristo duniani, unyumba wa roho, mahali pa mahusiano ya kweli kati ya Mungu na watu. Kwa msaada wa roho, kanisa linaendelea kuishi, kukua na kutimiza dhamira yake ya kuhubiri Injili hadi pembezoni mwa dunia. Hitimisho. Kanisa Katoliki limezaliwa kutokana na agano la Mungu la wokovu kupitia Yesu Kristo na linaishi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Historia ya kanisa la kwanza katika Matendo ya Mitume ni ushuhuda wa maisha ya imani, upendo na utumishi, ambapo mafanikio na changamoto zilikuwepo lakini zilishindwa kuzuia ukuaji wa Injili ya Mungu.